Tunatembelea wilayani Masisi, ambako Bahati Musanga Erasto, gavana aliyeteuliwa na waasi wa M23 huko Goma, aomba wakaazi wa Masisi kujenga umoja na kuepuka ukabila. Erasto Bahati amesema hayo wakihutubia wakaazi waRubaya wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. tunawashukuru sana, tunashukuru populasio ya hapa, populasio ya Rubaya ilitusaidia sana, kwani hapa Rubaya tulipasika na kuko ekstre watu walisha panda sawa ginsu naweza panda kaliptus, watu walikuwa walishapanda ekstremizmu, lakini populasion sasa, tuliongea nayo populasion, ikatupokea sana tena mzuri sana. Tunasema populasion ya hapa rubaya ngungu, aksanti sana, na Mungu ababariki. Tunataka zungumzia vitu viwili wala vitatu. Cha kwa kwanza chenye tutazungumzia uongozi wa chama ubaguzi wa ukabila uliigombanisha, ndiyo maana tunafika hapa na tunaenda mbali. Chenye tunaweza omba populasio ya hapa, cha kwanza watu waevite ubaguzi wa ukabila. Unaona wandugu hapa wenye wanatoka hapa wanatoka Burundi, ona hapa kutoka hapa na kwenda Burundi, unakimbia hapa, unakimbia Rubaya, unafika Goma, unatoka Goma unaenda Burundi ile yote ni extremisme yenye watu walishatia mu watu. Sie wote tutie nguvu pamoja tupiganishe extremisme hapa, haiko Burundi. Burundi ba babaki kwao, hapa haiko Burundi. Watu wapiganishe extremisme hapa mwa ibirima hapa FDLR zari zihuzye iimisozi yose yariirimu iera hame anari mu Rwanda FDLR zishiwabo ziraza zikabesha abaturage

wakazi wa vijiji hivyo wakiomba amani na usalama wanaopatikana katika vijiji kadhaa wilayani Masisi, wakishuhudia hali ya usalama kwa sasa na kuanza kazi zao za kawaida. Kama mmoja wao, ujumbe yenye niko nayo ni kuwapa amani, ni ya kwamba meme na wale wazalendo ambao walikamata masilaha, M23 imesema imewasamehe na kweli, mfano kuko wenye tumeona wamejiripoti na biko natembea hawana problem. Kwa mfano ni huyu ambaye alikuwa analipishia hii chama ya wazalendo Rubaya kwa unye, na vensanda wao alikuya naye iko natembea kama kawaida. Nikusema ni amani. M23 iko na bezee ya watu, watu wakuye kila mtu arudie mkazi yake. Kama mzalendo alipenda akuye soda akuye akuye, akuye soda, kama alifanya uzalendo ya wizi akuye tie silaha chini.